Kwa na Kikwete alikuwa ni mchezaji, lakini lakini ila alishiriki ni, ila, ila ni refa. mwaka elfu mbili ukirudi nyuma, Rais Mkapa alikuwa mgombea, lakini vile vile vilevile hayeleza alikuepo alikuwa refari. Nataja tu ile miaka ambayo rais alikuwepo. Kwa hiyo, haijaanza leo kwamba rais anagombea mm -hmm. mwaka elfu mbili na ishirini na tano na ndio pia ameteua E, tume ya uchaguzi haijaanza sawa, lakini uchaguzi wa saba wa vyama vingi eh, nataka kuambia kitu kimoja tu kwamba kwamba ilikuwepo tangu zamani, haina maana kwamba ni jambo jema. Nataka niendelee sasa niendelee sasa, nataka kuweka kwamba uh -huh. uh -huh. kwa, kwa sababu swala so, la consistency ni muhimu. Huu ni uchaguzi wa saba wa vyama vingi kwa sheria hizi hizi, actually baada ya wachambuzi wa sheria wanakuambia sheria ya uchaguzi wa mwaka huu ni bora kuliko zilizopita, lakini muhimu hapa ni kwamba ni consistency, ni uchaguzi wa saba wa vyama vingi. Vyama vimekuwa vikishiriki miaka yote na you know, kama ni reform, ama zimewahi kuwepo ama zikoepo, lakini muhimu ni kwamba vyama vimekuwa vikishiriki. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba katika uchaguzi wa mwaka huu, kwa sababu ambazo tedema wanafahamu, waliamua kutokushiriki lakini, hiyo haifanyi uchaguzi usiwepo kwa sababu nchi yetu sio d. Nchi hii ni nchi ya vyama vingi.